Andiko matakatifu hapa, kuna fungu la kukalili ambalo ni Zakaria saba mstari wa sita. Mtu mmoja asimame aweze kunisomea fungu hilo Zakaria saba mstari wa sita. Kabla hujasoma mtu wa baba, tuinamishe nyuso zetu kwa ajili ya kuweza kuomba. Tuombe. Haleluya, mtakatifu Baba mwenyezi Asante kwa upendo wako mkuu, asante kwa ulinzi wako wa juma zima. Watoto wako tunakwenda tena kujifunza maneno yako mchana huu leo, naomba roho wako mtakatifu akanitumie kama chombo tu, bali sauti yako ndio ikasikike kwa watoto wako, katika jina la mwanao Yesu Kristo, amina. Mtu mmoja nguni alitupa vyakula ambavyo ilikuwa ni matunda. Pamoja na nini? Na mboga mboga. Hivyo ndivyo vyakula vyetu ambavyo Mungu wetu wa mbinguni alitupatia. Hivi vyakula vingine ambavyo tunavyoviona ilikuwa ni mara baada ya dhambi kuingia. Lakini haikuwa mpango wa Mungu. Kwa nini wanadamu leo tunaumwa? Kwa nini wanadamu leo tunateseka na magonjwa? Ni kwa sababu tumeacha, tumeikana sheria ya asili ya Mungu. Tumeacha vyakula ambavyo Mungu wetu wa mbinguni alitupatia. Anasema, msingi wa vyakula vya asili ya mimea unapendekeza nafaka, matunda, mboga za majani kalanga na mbegu kama mlo wa awali wa mwanadamu. Mwanzo 1:29 nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nje. Lakini pia Mwanzo tatu kumi na nane michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni, yaani shamba. Mwanzo tatu kumi na nane mara baada ya dhambi kuingia ulimwenguni. Hapa ndipo kila inatengenezwa na binadamu leo hii. Ni vitu viwili tofauti. Lakini sio hivyo tu. Nilijaribu kuangalia zao aina la shayiri na kuangalia kwamba linalimwa huko katika mikoa ya Arusha, Karatu, mikoa ya huko. Kuna zao la kunde, kuna dengu mtama na walenge mtama anatumia ugali wa mtama hapa. Ndani kuna mtu ambaye anatumia zaugali wa mtama huu ugali. Ugali ni maarufu sana kwetu kule Msoma Msesi anafahamu ni ugali ambao wanautumia sana mi, pia sijabahatika kukulia kule nyumbani, lakini kila nilipokuwa nakwenda mahala kule nilikuwa nakutana na ugali ule, ugali ambao ulikuwa ni mwekundu ni mtama pia. Ni ugali ambao ukiula una vitamini nyingi sana na mpaka leo anatumia, japokuwa unaenda unapotea polepole kutokana na teknolojia inavyozidi kuongezeka. Lakini ndio ugali ambao unaweza ukawa salama kwa matumizi ya binadamu. Kwa nini Mungu wa mbinguni ameubainisha? Anasema kiasi katika ulaji wa nyama inaonyesha uangalifu katika uchaguzi wa chakula kwa sababu za kiafya na za kiroho. Baada ya gharika, Mungu alimruhusu Nuhu na familia yake kula nyama. Kwa hiyo, baada ya gharika pia tukapewa ruhusa ya kuweza kutumia nyama, lakini haikuwa mpango wa Mungu. Anasema kuepuka kula kupita kiasi na ulafi. Kula kwa afya unahusisha katika sasa katika juma hili inataja kichochoo cha nafaka zilizochanganywa, ngano, shayiri. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, hmm, pamoja na kushukuru. Hekalu la Bwana, haleluya. Swala la kupoteza kumbukumbu limekuwa ni jambo la kawaida leo. Kila mtu anakuambia mimi nasahau tu tu, si leo takwanina nasahau lakini ukiangalia na miaka arobaini ana miaka 30 lakini nakwambia, anasahau haleluya. Anasema nafaka, matunda, jamii ya karanga na aina za mboga hufanyiza mlo uliochaguliwa na Muumba wetu. Vyakula hivi ivyotayarishwa hivyo kwa njia rahisi ya asili iwezekanavyo ndivyo vyenye afya na lishe zaidi, vinatupatia nguvu, ustahimilivu na uwezo wa akili ambavyo vipatikane kwenye mlo wa mchanganyiko zaidi na yenye kuchochea. Haleluya. Vyakula hivi ndivyo vinavyotuwezesha, tunakuwa na afya bora. Amina, watoto wa baba.